Habari ya wakati huu, una naamini unaendelea vizuri na afya yako. Karibu tena, tuko katika Discovery Forum na tunaendelea na leo, tutakuusia vitu vya msingi sana ambavyo naamini vitakusaidia kwenye maisha. Uko nami Baraka Mwajeka, tumekuletea vitu vizuri. Kitu tunataka kuzungumzia siku ya leo ni kwamba tunataka kuzungumzia kwamba milima saba ya ushawishi, milima saba ushawishi nikimaanisha nini? Kwenye milima saba ya ushawishi kwamba katika kusudi lako lolote lile litaangukia kwenye maeneo haya saba. Maeneo haya saba ndiyo yatakayokutangaza, maeneo haya saba ndiyo yatakayokujulisha kwamba wewe upo duniani na unakuwa na ushawishi wa aina gani. Na nianze moja kwa moja bila kupoteza muda, eneo la kwanza ni katika dini na jamii. Dini na jamii, hapa nazungumzia masuala mazima ya kiroho, zikawa ni Uislamu Yeah, na kwa pande wa dini upande wa jamii ni yule mtu anaanza kutoa charity, anapeka vya kula, anawasaidia yatima, ile ni dini na jamii. Na kuna watu wanafahamika kiwango kikubwa sana kupitia dini na jamii, kizungumzia leo kuna watu ambao wa wa Tony Kapola eh, Bishop Dickson Kabumila na pasta pasta nani wa wa nini hapo mwingi mwingila kuna na bishop wa jimbo ni maeneo haya, mfano katika maeneo ile ile eneo moja hapo, katika jamii pia ta nafanya pia watu wa vitu mbalimbali kwa jamii, kiangalia upande yes, wa timu ya Yanga watu wa vitu wanasaidia kwa katika ile eneo pia, wana wanapata wana influence kuchangia kwenye yale ya watu wenye mahitaji maalum mm, wakiwepo humo wayatima, wajani, wasiojiweza nini, mm, wote wanakuwa wamewekwa kwenye kundi hilo pia vilevile. Yani kweli ni kwamba hawalipwi, lakini wanapata ushawishi zaidi eh, watu wanapata ushawishi, inaonekana ni watu ambao wana jina jina lake yani watu wanapata majina kulingana na shughuli ambazo wamefanya

kwa Dickson Jomo na nikuta automatically naanza kumpenda, naanza ku, kuleta ushawishi kwangu, kwa, mm. kwa kuvutia na kupenda timu yake na kumpenda yeye binafsi kama mchezaji. Kwa ajili gani? Kuna huduma ambayo ameileta kwetu wachetu. Kwa hiyo minifanya na mimi kwanza kumpenda zaidi, hiyo manaki ame influence. Yes yes yes, yes yes yes yes kuipenda timu yake, hata kama na ni wangu kukua siipendi timu ya Yanga uli kwa si sija mkubali kama yeye binafsi, lakini wakifanya hivyo kwa namna ambavyo inaongeza Eneo lingine maeneo saba ndio, eneo lingine ni ipi? Ah eneo lingine linaweza linakuwa ni masuala ya biashara na uchumi, uchumi na biashara, yes, uchumi na biashara, yes. Kwenye eneo hili hapa, kwa kweli nao linaonyesha sana, inaongeza ushawishi sana kwa watu kulipinda eneo hili hapa mm -hmm. kwa mfano kuna watu wafanya biashara kubwa ambao mpaka sasa hivi mafanikio yao yana yani >ina, inaonyesha ni njia kwa vijana wengine kuanza kutamani na nanyewe kuanza kujihusisha na vitu navyovifadi. Kwa mfano kama hapa Tanzania tumebarikiwa sana kuwapata wafanyabiashara wakubwa ambao wana ushawishi mkubwa, akiwemo Mohamed wana Mohamed Dewji wana pesa pesa Mauna na wengine right. Yes, wengine wengine. Yes. Kwa ajili gani, kwamba kwenye eneo naona nalolifanya la biashara unalifanya vizuri sana kiasi kwamba hata mtu huko anasema okay, mimi ni mfanyabiashara mdogo mm, lakini ndoto zangu yes, I... kuwa kama mtu fulani mm. Tangu tayari ameshaona tayari na mtu fulani bwana kikweli ananitia moyo sana ananitia mm. nguvu kuonesha vijana tukipambana mm, tunaweza unaweza ukafuatilia mm -hmm. Yes. maswala ya nanilia video nyingi alizozifanya Muhammad Dewji kwa ajili ya ku encourage vijana wafanye biashara wafanye biashara wajitume wajitoe, kwa kumbe yeye amefahamika kwa sababu ya biashara ya biashara ndio ilio mtambulisha. So ndio yes. okay. biashara ndio ilio mtambulisha. mm. lakini pia kwa kwa muda kuna eneo lingine eneo lingine ambayo ni leta nini, eneo la michezo na burudani burudani, michezo yes, yes, yes. na burudani na yes. Kweli nayo imechukua nafasi kubwa kubwa sana ya ushawishi wa watu wengine. Unaweza kashukulia leo hapa, kwa nini watu wengi mpaka leo hapa wamesema, tunakuwa tuna watu tuna tunaowatazama au maromodo wengi sana tunapata katika hizo nyanja za michezo na, na burudani yes. Mfano kama sasa hivi mtu mm, anaweza kumjua Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Messi Suarez, Wayne Rooney na wachezaji wengine wakubwa zaidi, na wanakuwa wanavutiwa. Kwa nini? Ndo nakula kuvutiwa kwa wanalipa, wako tayari wali wamlipe hela

Yes, na mshawishi huo unatokana una na kwamba na thamani gani mtu huyo aliyoijenga katika eneo mm gani? Wachezaji wengi ana kuna mchezaji mmoja hapo bora zaidi. Eh, kwa mfano kama sasa hivi ni ukweli usiopingie kwamba kwa klabu ya Yanga Azizi Ki na Chama pamoja na wachezaji wengine akiwepo bwana Profesa bwana Pacome Zouzoua, mm, na wachezaji ambao of course wana nini? Na kusema wana talent. Yes. Kusema thamani zao ni kubwa kubwa. Kuna namna ambavyo unatofautisha kati ya mchezaji mmoja na mchezaji mwingine hadi amesha kuwa ni brand miradi yayo, unaweza ukaangalia watu wengine wanaanza kawaida, lakini Leo ana majina kwa sababu ya swala zima la Biblia. Yes, na wana passion hiyo mm, ya kufanya hivyo. Unaweza kuona vile vile kina Salim Kikeke mm, wapo mm, katika media, katika media katika au swala eh. Wengi mm, tu wengi sana na na media media media kubwa eh wa safi yes, hapo wanashikifanya kwenye media mm, lakini bila mm, kueleza muda kuna eneo lingine pia la mwini, pia eneo la elimu Yes, elimu nao vilevile ina vile ushawishi mkubwa sana. Kwa ajili gani? Kwenye elimu hiyo hiyo ndio imeweza kuwatoa watu ambao nguri idukia mm. kwenye masuala ya nini ya elimu. Unaweza ukamwona sasa hivi kuna profesa mkubwa sana mmoja anaitwa Prof Lumumba. Elimu ni elimu mm. Ona anavyozungumzia mm. elimu, anavyochakata, anavyochakata, anavyoonyesha kwamba tumetoka wapi, tuko wapi, tunaenda wapi, yote ni kwa ajili ya uelimu, kwamba umepata nguri kutokana na swala zima la elimu. Ushawishi wake umekuwa katika eneo, umejikita elimu okay. Nao ume, ume, kwa profesa ume. Eh, kama hauna elimu, elimu, nao. elimu, nao. elimu. elimu. elimu. elimu. Leo unaona leo, okay, na daktari ni elimu, elimu. Mm. Yes. na watu wa elimu. Elimu. yeah. Yes, utakuta yes, watu wanafahamika na wanaushawishi kwa sababu. So, yes, sababuaokt ao chakoa mwalimu. Yes. Elimu. Mwalimu elimu. hata rais wetu aliyepita, like, alikuwa ni mwalimu yeah, Vile vile. Mabufurit. Yes, hata Hata baba wa taifa. Mwalimu. mwalimu kwa maanake yeah. like elimu. Elimu. inawafanya watu naka na ushawishi mkubwa lakini eneo lingine la msingi ambao pia lipo ewa sasa t sayansi yes, uh, na teknolojia kiukweli nao imekuwa ina influence kubwa sana mm. Watu wanajikuta wamedumbukia huko kwa jiligani mm. Uwezi ukafanya innovation yoyote ama creativity yoyote pasipo kujihusisha na ama kujifungamanisha mm. pamoja na sayansi na teknolojia mm. Leo unaweza ukaona hapa wafanyabiashara kubwa au tajiri namba moja duniani Bwana Elon Musk na yupo katika di hiyo, au sehemu hiyo masuala ya sayansi na teknolojia, ambaye ni mmiliki wa masuala ya kampuni ya Tesla pamoja na maroboti haya na Space X, Space X na X, pia ile Twitter eh, hey, hey, Twitter yote ni yeah, mm. nini ya kwake, kwa sababu yote inahusisha moja kwa moja masuala ya science na technology. Lakini pia historia ni kwamba alivyokuwa na miaka 12 alitengeneza game la military shooting yes. Yes, yote hiyo inaonesha kwamba mtu anaweza kupata influence kutokana na masuala ya sayansi na teknolojia. Na leo mpaka leo tunavyozungumza, kuna wanasayansi wakubwa sana ambao wamepata influence kubwa, akiwemo Sir Isaac Newton kwa sababu ya sayansi. Kwa sababu ya sayansi kuna huyu anaitwa Einstein. Albert Einstein. Galileo Galilei wote wanaonyesha, wote ni sayansi uunguzi mbalimbali ibai pakaa Utagundua katika maeneo tuliyotaja hayo, inabidi wewe ujitafute huku katika eneo, eneo gani, eneo gani ambalo upo zaidi katika hilo. Tumetaja maeneo saba. Eneo la kwanza ulitaja ni eneo la dini na jamii, eneo la uchumi na biashara, eneo, eneo pia la michezo na burudani, eneo la media, eneo la elimu, eneo la sayansi na teknolojia, lakini pia kuna eneo moja la msingi pia ni eneo zima la, la uongozi siasa na uongozi, siasa na uongozi, kweli siasa na uongozi mm -hmm. na nao vilevile tunasema vile. Ah, ni nyanja moja wapo ambayo inaongeza ushawishi kwa watu. Unaweza kuona hapo, kuna watu ambao ni wanasiasa nguli ambao wamewashawishi wengine kujiunga mm -hmm. na kupenda masuala zao. Unaweza ukamchukulia mfano Mwalimu J.K. Nyerere eh yeah. E, ule uongozi wake bora ulikuwa unasababisha watu mm -hmm. wengine ah, Young generation kwanza kupenda masuala ya uongozi kwa sababu tayari kuna mtu tulishamuona, alikuwa mtutuisha muona, alifanya muona, au akina Yes, Yes, Yes, Barack Obama, muda mfupi mpaka leo hii hapa ipo, kila mtu anatamani kuwa kama Magufuli. Mm, kwa nini? Kutokana mm, na alichokuwa amekifanya, ameacha alama gani mpaka sasa hivi? Yes, katika eneo la siasa na uongozi eh, siasa na uongozi yes, mzalendo mm, wa kweli kabisa taifa hili ambao nao tushahidi kupata bahati ya kuwa naye, ndio kwa maana yake kwamba tusingemfahamu Dr Magufuli kama isingekuwa ni siasa na uongozi. Yes, tunazungumzia siasa kwa sababu lazima kiongozi apitie kwenye chama ili awe kiongozi, ndio kwa hiyo tunamfahamu leo, kwa hiyo tunamfahamu Humphrey pole pole. Yes.

Esu, na mpira. E, ni tu basi. Kwa dasaa mpiraupiadeno saba yote haya maeneo ya kushawishi. Je, eneo lako ni lipi? kipaji chako kitu nachokifanya ndoto yako inaongia katika eneo lipi? Ukifanya hivyo na ukajua tayari, unajua wewe ni nani, na ukijua wewe ni nani hapo, meishaanza kuishi ni nani haujaanza kuishi. Neno la mwisho ni kiukweli kabisa chako au ule uwezo wako, kisha jua mimi ni nani. Ni nani, unaanza sasa kuangalia ni field gani ambao kipaji mm. chako kimeangukia. Unaona mm. katika haya saba tunazungumza hapo, kutoka kwa zungumza hizo, je, e, e, changu kimeangukia wapi wapi? Hiyo ni hatua mm. ya kwanza. Ukishajua nimeangukia labda kwenye masuala labda ya siasa na uongozi mm. naanza kuangalia kiongozi ana sifa zipi, aweje mm. lakini pia He he, ndiyo, hili, hili, wakusaidie. Wakusaidie ni wanamna hiyo, ndio ili akusaidie kabisa. Ndio maana ni muhimu sana wa mtu kuwa na menta wa eneo lako, eneo hilo alivyogundua. Sio kila mtu namsikiliza, sio kila mtu akumsikiliza akumsikilizaak nguvu sasa. Lakini pia kuna, ni tumalize kwa kipengele hiki kwamba kuna jamaa mmoja hivi amesoma udizi mbali yeah, alikuwa anaitwa Mashauri Mashauri leo kachaguliwa kuwa, kuwa katibu wa CCM Urusi, nchi ya Urusi ndani ah, anapitia kwenye kwenye kwenye Instagram yeah. Tangazo imetangazwa na TBC, ni mtu ambaye alikuwa anafanya maswala ya uongozi pale na kumwa kipindi kile alikuwa chuo yes Le. Akagombea, akafanyaje? Leo hii tunazungumza ni katibu wa CM Tairanga na nini la Urusi, nchi ya Urusi, nchi ya Urusi. Mmeungua? Sasa kuna kuja kwamba kila mmoja na eneo lake. Ukijua eneo lako unafanyaje? Yes, watu wana wana eneo lako na mazingira gani uwepo ili kujiposition, ikitokea nafasi unaondoka nayo yes, ndio. Naamini umeelewa sana katika yale ambayo tumeyazungumza. Usikose kutuambia umeelewa kitu gani, lakini kutuandikia maswali na sisi tutajibu maswali yako, na naamini utaendelea kujifunza mengi zaidi. Usikose tena wakati mwingine. Bye, bye.